Tafsiri za ndoto zinazohusiana na namba. Kwa siku ya leo takwenda kuziangalia tafsiri za ndoto zinazohusiana na namba. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakijiuliza je, ukiziona namba ndotoni au kwa njia ya maono huashiria vitu vipi? Na wengi wameishia tu kujiuliza pasipokuwa na majibu. Leo takwenda kukuambia tafsiri za kuziona namba ndotoni au katika maono. Asilimia kubwa ya watu wanatamani kujua ndoto hizi huwa zinaashiria vitu gani. Jambo la msingi la kuzingatia, namba huanzia kuanzia sifuri mpaka tisa, na baada ya hapo namba huanza kujirudia rudia. Ukisoma Bibilia utaona Mungu huwa anazungumza na ndoto, au ndoto ni njia mojawapo ambao Mungu huitumia kuzungumza na watu wake. Ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14 hadi wa 15, imeandikwa nukuu, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, nam hata mara ya pili, hajapokuwa wa mtu ajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uwajiliapo watu katika usingizi kitandani. Mungu huzungumza na watu ndotoni, lakini watu wengi hupuuzia yale ambayo Mungu anazungumza, lakini wengine wanakuwa hawaelewi kabisa. Jambo la msingi ambalo natakiwa kulitambua, Mungu huwa huwa hutumia ndoto kuzungumza na watu wake, lakini watu wengi huwa hawaelewi yale Mungu ambayo anazungumza nao, na wengine wamekuwa wakipuuzia. Leo nitakwenda kuambia tafsiri za ndoto zinazohusiana na namba. Kabla hatujaangalia tafsiri hizi, nisiwe mchoyo wa napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Hakika ninyi ni watu wa muhimu na wathamani sana kwetu. Tunawaombea kwa Mungu awalinde, awatunze na wafanikishe kwenye kila jambo ambalo mnalifanya. Lakini pia kama wewe ndio mara yako ya kwanza kuungana nasi na bado huja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 Hakika nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Fuatilia somo hili mwanzo mpaka mwisho, kuna mambo mengi sana ya kujifunza. Zifuatazo ni tafsiri za ndoto zinazohusiana na namba. Namba namba moja, ukiona namba sifuri au zero ndotoni huashiria vitu gani? Ukiona namba sifuri au zero kwenye ulimwengu wa kiroho, huashiria hakuna kitu. Mfano, ulikuwa unataka kufanya biashara au jambo lolote, na ukilala unakuwa unaona namba sifuri ndoto, ndotoni, ndoto hiyo huashiria kupitia jambo hilo hautapata jambo lolote, au jambo hilo halitakupatia matunda yote. Kwa mfano pia, ulikuwa unawaza mtu fulani au ulikuwa unamwazia mtu fulani jambo ambalo sio zuri, lakini ukilala unakuwa unaona namba sifuri inaashiria jambo jambo ambalo naliwaza juu ya mtu huyo si halina ukweli wowote kabisa. Kwa hiyo namba sifuri ni namba ambayo inaashiria hakuna kitu chochote. Kwa mfano, labda ulikuwa unamwomba Mungu juu ya biashara, au ulikuwa unamwomba juu uh, unamwomba Mungu juu ya mtu fulani, Mungu anaweza akatumia namba sifuri kuonyesha na kwamba mtu huyo ambao unamtaka hana kitu, hajabeba kusudi la maisha la maisha yako. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo unatakiwa kulitambua ukiona namba sifuri namba sifuri huashiria hakuna kitu. Kama ulikuwa unataka kuanza biashara, na kila ukilala tu au kwa njia ya maono unaezokuwa unaiona namba sifuri, maana yake ndoto hiyo inaashiria kitu ambacho unataka kukifanya au unataka kukianzisha, maana yake hakitakupatia kitu kabisa. lakini namba nyingine ni namba moja. Namba moja ni namba ambayo inaashiria ukuu, lakini pia namba moja ni namba ya umoja na namba ya asili. Ukiona namba moja huashiria kupanda ngazi au kuinuliwa. Ukiona namba moja huashiria kuwa uh, kuna kupanda ngazi. Namba moja pia huashiria kuwa umeingia kwenye kipindi cha ukuu. Asilimia kubwa ya watu ambao wanaota au wanaona namba moja, unaweza ukaiona namba moja kwa njia ya ndoto au kwa njia ya maono, ndoto hii huwa inaashiria Mungu anataka pandisha kukupeleka viwango vya juu. Lakini pia namba moja ni ndoto ambayo inaashiria Mungu anataka kuku, anataka kukubariki. Unaingia kwenye kipindi cha ukuu, utakuwa mtu mkuu, Mungu atakubariki sana. Na asilimia kubwa ya watu ambao wanaona namba moja ni watu ambao huwa wanakuwa viongozi na ni watu ambao Mungu huwa anawainua kwa namna ya ajabu kabisa. Lakini pia ukiona namba mbili ndotoni unakuta labda umelala ndotoni, lakini ukaanza kuona namba mbili, unaona namba mbili eh, unaweza ukaona kwa njia ya maono au kwa njia ya ndoto. Ukiona namba mbili ndotoni, huashiria kuthibitishwa. Namba mbili ni namba ya kudhihirishwa au kuthibitishwa. Namba mbili pia ni namba ya makubaliano, lakini pia namba mbili ni namba ya agano. Mfano, unapoomba Mungu kuhusu mahusiano kama ni sahihi au sio sahihi Labda unamkuta unamwomba Mungu juu ya mahusiano, unamwomba Mungu akuonyeshe na kwamba mahusiano hayo ni sahihi au sio sahihi, na baada ya kulala unaona namba mbili ndotoni. Ndoto hii huashiria ni sahihi au mtu huyo ni sahihi. Mfano pia, labda unaomba juu ya kuanza biashara na ukaona namba mbili ndotoni, huashiria unaweza ukaendelea na biashara hiyo. Kwa hiyo namba mbili pia inaweza unaweza ukaiona kwa njia ya ndoto au kwa njia ya maono. Unakuta unaomba juu ya biashara, lakini uh, kila ukilala uh, unaona namba mbili. Maana yake Mungu anakuwa anakuonyesha uh, kana kwamba unaweza ukaendelea, anakupa go, anakupa uendelee. Maana yake biashara hiyo ni sahihi, ameidhihirisha kwa kwako, unaweza ukaifanya. Lakini uh, namba tatu, mara nyingi ukiona namba tatu ndotoni, mara nyingi namba hii, namba tatu inahusishwa na ukamilifu wa Kimungu. Pia uh, namba tatu inahusishwa na, inawakilisha utatu wa Mungu ambaye ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo, namba tatu kianza kuona namba tatu ndotoni. Unaiona namba tatu. Namba, namba tatu inasimama mara nyingi huhusishwa na ukamilifu wa Kimungu, lakini pia huwakilishwa na utatu wa Mungu ambaye ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Lakini pia namba tatu inahusishwa na ufufuo. Ukisoma Biblia utaona Yesu Kristo alifufuka siku ya tatu. Kwa hiyo namba tatu ni namba ambayo inahusishwa na ufufuo. Ukisoma Biblia utaona siku ya tatu. Kwa hiyo namba tatu pia ni namba ya uamsho. Ukiwambia watu ambao, watu wa rohoni pia wakwambie, namba tatu inaashiria vitu gani, watakwambia namba tatu ni namba ya uamsho. Kwa hiyo ukiona namba tatu, tambua kuna uamsho ambao utakuja wa ajabu kwenye maisha yako, kuna uamsho ambao utakuja wa ajabu kwenye maisha yako, kwenye kitu ambacho unakifanya, kwenye huduma yako na kadhalika. Lakini pia namba nyingine ambayo ukiona ndotoni, ukiona namba nne ni namba ya usawa. Ndoto hii huashiria Mungu analeta usawa kwenye maisha yako. Unaweza ukawa unapitia nyakati mbalimbali kwenye maisha yako na kila ukilala unaona namba nne, huashiria Mungu analeta usawa kwenye maisha yako. Lakini pia namba nne ni namba ya usahihi. Namba nne pia ni namba ya mamlaka. Lakini pia namba nyingine ambayo ukiona na ndotoni ni namba tano. Namba tano ni namba inayoashiria neema, ukombozi, lakini pia namba tano inaweza kashiria mauti jambo la msingi la kutambua, namba tano ni namba inayoweza ikaashiria neema na ukombozi, lakini pia namba tano ni namba inayoashiria mauti. Ukisoma kwenye Biblia uh, mstari unaoelezea binadamu wa kwanza alipokufa unapatikana kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya tano na mstari wa tano ukisoma pale utaona. Lakini pia namba sita. namba sita ni namba ya mwanaume, huashiria mwanaume. Mwanaume aliumbwa siku ya sita katika uumbaji lakini pia namba nyingine ni namba saba. Namba saba ni namba ya utimilifu au pumziko. Mungu anaweza akawa anaashiria ashiria, unaingia kwenye kipindi cha pumziko. Mfano ume, umeangaika kwa muda mrefu na wakati uh, umelala unaona namba saba inaashiria unaingia kwenye kipindi cha pumziko. Kwa hiyo ukiona namba saba inaashiria unaingia kwenye nyakati au wakati wa kupumzika. Lakini pia namba nane ni namba ya mwanzo mpya. Ukiona namba nane inabidi ufurahie, huashiria mwanzo mpya kwenye maisha yako. Ukisoma bibilia utaona kipindi cha Nuhu, mungu alianza nao wakiwa nane, na wakiwa nane baada ya kuangamiza wanadamu kwa gharika kubwa sana ambayo uh, alikuwa ni Nuhu pamoja na mke wake, lakini pia na watoto watatu wa kiume na watoto wao watatu walikuwa wanawake zao. Kwa ujumla walikuwa watu nane. Kwa hiyo ukiona namba nane, namba hii ni namba ya mwanzo mpya, inaashiria mwanzo mpya. Kwa hiyo ukiona namba nane ndotoni au kwa njia ya maono, unabidi ufurahi sana, kwa sababu namba nane huashiria mwanzo mpya. Lakini pia namba tisa ni namba ya kuzaa Sio kuzaa kimwili bali kutimia kwa vitu vitu, uh, vile vitu ambavyo umevibeba ndani mwako. Namba tisa huashiria yale malengo, mawazo, ndoto ya mipango yako itatimia au kudhihirika. Kwa hiyo namba tisa ni namba ya kuzaa au kudhihirika kwa vile vitu ambavyo vimo ndani mwako. Kwa hiyo namba tisa ni namba ya kiroho ambayo huashiria zawadi tisa pia za Roho Mtakatifu. Namba tisa inaweza kaashiria pia zawadi tisa za Roho Mtakatifu. Lakini pia namba tisa ni namba ambayo huashiria kuwa Mungu ataweka mzigo ndani mwako wa kuomba juu ya taifa au na juu ya mtu fulani. Kwa hiyo namba tisa ni namba ambayo inakuwa inaashiria kudhihirishwa kwa vile vitu ambavyo viko ndani mwako. Lakini pia namba tisa inaweza kaashiria, Mungu anaweza kuweka mzigo ndani mwako wa kuomba juu ya mtu fulani au juu ya taifa. Wale watu wa rohoni wanaweza ukanielewa na maanisha vitu gani. Lakini pia namba kumi ni namba ya uongozi. Namba kumi ni namba ya uongozi nguvu. Ndoto hii huashiria Mungu atakupa nafasi ya uongozi, atakuinua, atakuweka nafasi ya mbele. Ndoto hii huashiria Mungu atakupatia kitu ambacho uh, utakiongoza kwao. Ukiona namba kumi, namba ya uongozi. Lakini pia namba kumi na moja huashiria milango iliyofunguliwa namba kumi na moja huashiria kuamka kiroho, na watu wanaoona namba kumi na moja macho yao ya kiroho huwa yanafunguliwa, wanaweza wakaona malaika na vitu mbalimbali ambavyo watu wengine hawawezi kuviona. Lakini pia namba kumi na mbili ni namba ya waliochaguliwa. Namba kumi na mbili ni namba ambayo sio kila mmoja anaweza akaiona ndotoni au kwa maono, bali ni watu wachache sana. Ukisoma Biblia utaona Yesu Kristo aliwachagua ali wanafunzi kumi na mbili. Lakini pia ukisoma Biblia utaona kulikuwa na makabila kumi na mbili ya wana wa Israeli. Kwa hiyo namba kumi na mbili ni namba ya waliochaguliwa, na sio kila mmoja anaweza kaiona namba hii. Miongoni mwa watu mia moja anaweza kaona watu kumi, au anaweza kaona watu wawili. Kwa hiyo ni ndoto ambayo ukiiona ni namba ya watu wachache sana, watu waliochaguliwa na namba 12 ni ndoto ambayo inakuwa inaashiria watu ambao wamechaguliwa. Ni matumaini yangu na kitu ambacho umejifunza uh, lakini pia kama bado hujasubscribe, basi hakikisha una subscribe katika channel yetu ya Nguvu ya Maono Media ili kuendelea kujifunza zaidi, lakini pia like video hii. Mungu akubariki wewe ambao utatumia muda wako kushare link ya video hii kwa ndugu jamaa na marafiki. Tukutane kipindi kijacho na kupenda sana.